vizuri na ndio maana ko hapa kwenye gossip table na sisi mm, na tumekuja vizuri leo. Tuna stori ambayo ina beng sana. Mi naitwa Dabu, mi naitwa Sami Bebi. Stori ambayo tuko nayo leo, ndugu yangu, kuna mtu aniulizaga we ni Sami bebi au Sami bibi? Kwa nini ingasema, umezingatia nini mwonekano au <laughs> watu wana bifu sana na wewe kwenye kikao <laughs> <laughs> Sami, na mwandama hivyo simwandame sana, dada yangu anachoka, dada yangu, jamani, mwandam wandamo kafanana mawaa. Ukiatuka na stori ambayo na Musu Pipi Jojo na Chief Godlove <laughs> <sana>. <laughs> Hata, hata, hata sisi tuna mababa tunaona tuna, tuna mama ako unakoaga naye vile, unaanzaje kwanza, yaani unaanzaje kwenye TV, unaangalia TV na na baba ako una katika kiuno namna ile, hey, unalizungusha kabisa baba ako, au ndo uzungu kwa uzungu gani? Ile ngozi nyeusi ile, hapana, kwa kweli mimi, kwa kweli kwa jinsi nilivyoona hmm, mambo yalivyokuwa pale mm -mm hapanmi <laughs> nachoka stori mjini, inasemekana Chief Godlove mm -hmm. na Pipi Jojo mm -hmm. Yani, dada ana majina mawili ya kitu yani, ana utamu mara mbili, wapipi na jojo na wajojo na wa mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kwamba eti kinachoendelea kati yao <laughs> wale watu wana mahusiano za ndani ndani, lakini za chini kwa chini chini, watu na ile watu mwafuatilia wana, wana, wana, jinsi wanavyo mingo ndio si mtu wa babake yao mahusiano kia lifestyle yao mahusiano ya e, kimapenzi kwa mbwana. Acha mahusiano wa kindugu wa mahusiano, sio mi. Lakini, mi nimefikishiwa tu juu yale dip, dipu yale. Mi nimetumwa niulize ulize <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. O, mahusiano, na mi, na ya mimi nikapitia kuangalia na si, si, bado bad wako Kenya unajua, eh hey, wako Kenya nikapitia kuangalia mingozi zao mm. Wanakuwa wamekaa wamechill wamerelax wamefanya nini, unaona mm, hapa kuna something mm. Unajua, unaambiwa kitu fulani hivi penzi ni kikohozi, kulificha huwezi pia mtafanya kuigiza lakini, una wakati, hisia hazikubali kuigiza. Ndo kitu hisia huwezi kuziigizia, huwezi kuigizia hisia. Utaigizia vyote, lakini hisia inabaki kuwa ni hisia yes. sasa hawa wawili mm -hmm. bwana mm -hmm. kiachana video zao ambazo zina trendi sana, wakiwa wanachezacheza wote. Huyu dada ni ndio mwimbaji, mtazama baba ana okay, <laughs> vitu vingi sana Motivational speaker, manager, tajiri, manager, unajua wimbo wake ni trending namba moja wimbo wa Pipi Jojo. Pipijojo <laughs> eh, chakacha ni trending namba moja hiyo, ndo chorus ya Pipi Jojo, mm. na kiuhalisia kwenye hiyo chorus ndiyo ambayo ilitrendi wakati kimuonyesha yeye akiwa anacheza ama ananengua ana twerk na kutwekinyo yote akivifanya mbele ya baba yake mzazi, hey. E, sio mzazi jamani, baba yake wahiari, wahiari, bila kujali hata kivazi alichokivaa

kuna muda nafsi naambia kwa nini siwe nini? nini isiwe, kwa nini siwe, yani wakawa tu watu wako officialize kwamba na mahusiano yao, tuwatokyni tuwe tu, yani wanaenda na ni, yani wanaendana, unavozanianaendan waendani, binti anaonekana mdogo sana kwa Chief Hmm. Kakoma sura. Sasa ngoja, udogo udogo gani zungumza, udogo udogo wa shule kwamba umri wako unatakiwa shule. Umri sawa, anajua hata kimonekana utu bwana atawaenda. Ungo sika show break. Eh, ungo ame break. Sasa hakuna shida hapo. Lakini muhimu pesa zinaongea. Eh, sasa yani hapa mna shida kwa sababu yule binti kwa jinsi navyomwona ana ndoto na matamanio ya kuwa mkubwa zaidi na kufika mbali. Sasa sasa hivi kama uko trending namba moja kuna wasanii umewashusha trending nini tena? Na hiyo nguvu inatumika ya nani? Ya baba. Ya baba baba mzachema. Sasa kama baba, baba mwenyewe ukimwona anakuletea pigo fulani kwamba unajua unajua unajua jinsi kikuona wewe ulivyo, nakumbusha sana nani yangu. Sasa hizo kama hizo jo, tayari baba hapo, sasa tayari kashaanza kutengeneza mazingira fulani ili usikute tu hata mwenyewe binti pia anampenda the way alivyo anampenda dadi. Eh. Kuna baba na dadi kile pia anampenda, kwa hiyo wafanye tu kama vitu vinatakiwa vike viwezekane, watu wa waofficialize. Bwana sikiliza, sisi mimi na huyu kijana hapa mm, tulikuwa ni wapenzi tu wa muda mrefu, lakini tukaamua tuweke mahusiano yetu private, lakini kwa yeah. Sasa tumechoka kujificha, tunawatangazia kwamba tuko wote kwenye mahusiano. Yes. Unafikiria zile atakia hivyo? Inawezekana. Sema Chief kawekeza pale. Kawekeza okay, hivi hivi. Ndio hicho sasa. Si mtu takiwa kumzaa na si ndugu yake, unajua na uko bwana, fi kawekeza hivi hivi. Wewe mpaka ngoma iwe trending namba moja si mchezo. Sasa mimi nitakusaidia kusaidia gani? Unasaidiwa hivyo. Sasa kuna msaada unajua, kukusaidia kwa kwanza eh. Hapana pia. Yaani mimi nakusaidia mpaka anapitiliza yani. Basi uje siku moja, huyo mtu asema kwako, atakuomba. Ndio mwanaume yo mwanamke, yani mtu anakusaidia ana, yani overdo yani, paka mwenyewe unadai saidiwa, unajishtukia. Yeah, hey, hey, um, msaada mbona unapitiliza sasa? Wewe tegemea siku moja, wewe anakusaidia wewe, una siku atakuomba <laughs> <laughs> yaani kuna kitu atakuomba. <laughs> Hey, yaani kuna kitu. Hey, hey, hey, yaani kuna kitu lazima atakuomba tunao. <laughs> msaidie chochote. <laughs> Kilean, yeah, hawezi kusaidia bure. Mtu mnoyo anakuja na, na misaada kedekede kitu fulani, chia, achia, usio na swasi acha. <laughs> Une, une acha hizo. Ogopa msaada huo, ni mbaya. Kuna mm. siku atakuomba kitu tena cha thamani kwenye maisha yako utatoa macho. Alafu wakati anakuomba tayari ameshakupa msaada. Alafu kuna sehemu hupo, alafu michongo yako yote iko hapo, mm. kaishikilia hivi ukikataa na kufutia indiomana hata kwenye muziki kuna kipindi fulani, na wasanii wa kike, nazungumzia sana ile issue ya kuombwa rushwa ya ngono mm. mm. yeah. imetokea huyu, bila huyu muziki wangu hautaenda, anapika kazi yako ndo mpishi mm. wanamlingia mpishi siku. Sasa hivyo hata huyu binti ambaye anasaidiwa sasa hivi Eh, mzee anawekeza fedha nyingi. Kuna siku moja isiyokuwa na jina jamaa atakaa naye mezani, atamwambia sikiliza, sasa Kendi jojojojo mimi <laughs> Kendi jojojo, nahitaji kitu fulani na mimi unisaidie, kwa sababu nimekusaidia vya kutosha. Sasa yule kendi kendi, mm -hmm. akishaona situation kama hiyo, je, atakubali au atakataa? Na ukikataa umeisha trending uyoni mpaka unazeeka <laughs> lazima utakubali. <laughs> yupi kweli? Alisema anakuja kulea ku, ku, ku baba na mtoto kuwapikia Tanzania ni mil ile socialite inaishia vipi? Maana mimi sikuelewa, au alikuja? Si hatujui yule jaja, au na yeye alitumika

Na utulivu tu mara ya kwanza kusema sababu kuna kipindi alishia kusema kwamba ana mwanaume wake Tanzania. Eh. Hey. Kumbuka alishia kusema. Aliwahi kusema. Na kuna siku atakuja kuolewa na watu tabaki midomo wazi mm. Then baadaye akaja akampost Chief Godlove kwamba anavutiwa na Chief Godlove the way alivyo ah. Anavyosaidia watu. Ila sio sio sio ndio yule mwanaume wake atakayemuoa. Na hatujui sasa ila Bob Riski ndio aliandika hivyo. Sema wataendana. <laughs> Black and white. <laughs> Chifu Pipi. <laughs> Pipi. Na pipii kwa <laughs> mbali, usinichomeshe ni ache mimimsijasema ndugu mtazamaji, umesikia. <laughs> mimi kwenye mdomo wangu ah. Nikitaja ni jina, nimejitahidi kuzunguka, nimezunguka mwenyewe katamka, mimi nimesema ah. Ah, jataja jina umesema moja mweupe moja mweusi. Mimi sijataja jina na mtu mwingine mimi nisema, tupipi Jojo na Chief Godlove, mimi nawaambiaje? mm. kama Bob Riski atakanyaga ardhi yetu kwanza, unajua yule sidhani ya pasipoti yake nasoma vipi. mm. sijui kama akiingia hapa Tanzania mm -hmm. Akaenda baadhi ya sehemu ambazo kuna watu wanatumia fedha sana sana, yaani unajua kuna sehemu fedha inatumika, alafu una sehemu watu wanatumia hela kuna, mm -hmm. kuna fedha na hela tofautisha mm -hmm. akiingia hizo sehemu bila kujitambulisha kwamba hii ni nani mm -hmm. eh, basi kuna vitu vitatokea hapa Tanzania, niamini mimi. Vitu gani? Vya ajabu sana vitatokea. Kwa nini he? Kwa nini? sababu ya mwonekano, mm, macho ana pazia kama, mm, najua macho anapazialo, ukikutana naye hapo ni aisha mtupu medada, mm. mambo yeye, ni aisha ni aisha mm. Sawa bwana, sisi tuna tuna taarifa hiyo. Na Musa umetaka kunichomesha ndugu yangu Pipi Jojo <laughs> Chief Godlove, lakini Sami akamwongezea. Mimi nimesema kuhusiana na Chief Godlove na Pipi Jojo kwamba wanaendana. Haya, kama wanaendana sawa, tutaona tutaona. Sisi tupo hapa uzuri kwamba binti anapewa support ya maana mm. Lakini pia ni malizo kwa kusema ewe, unasaidiwa kama eh, kuna kauli moja nangeaga, mheshimiwa mheshimiwa, e, sta asema mm, kama uwezi kula bila kula bila kuliwa. Haya, lakini hili ule nabidi uliwe, je, upo tayari kuliwa. What goes around, comes around. Asante sana.